Kiungana na mazao mengine ya kiuchumi ya kimkakati mkoa wa Dodoma, zao la tufaa. Sababu zake tumeshazisema sana, lakini niseme tu leo, sababu ya kiuchumi, moja wapo kubwa, mazao mengi yanayolimwa Dodoma yanavunwa, ukienda kwenye zabibu inavunwa mwezi wa tatu kidogo na mwezi wa nane na wa tisa ndio nyingi. Ukienda kwenye mtama unavunwa mwezi wa tano na wa sita. Ukienda kwenye alizeti na fundo wa mwezi wa sita na wa saba. Kwa hiyo mazao mengi yanavunwa msimu huo, na tunafahamu kuwa wakulima wanategemea hela ambayo wanaipata ile, yaani ukivuna alizeti mara moja ndio aiweke ile fedha hadi mwaka kesho tena ndio aje apate kipato kingine atakapovuna. Lakini zao hili uh, litaongeza tija kwenye uchumi kwa sababu linavunwa msimu ambao mkulima hana chando kingine cha kipato kinachotokana na kilimo zaidi ya zao hili zao hili mmeona leo linavunwa ni mwezi wa kumi na mbili linaanza kuvunwa mwezi wa kumi na moja mwezi wa kumi na mbili mwezi wa kwanza na mwezi wa pili Wakati huo kwa mkoa wa Dodoma mazao mengine yote, hakuna zao ambalo linazalishwa. Kwa hiyo litakuwa linasaidia mkulima wakati huu. Mazao mengine yote hayatoi matunda yake wakati huo, zao la tufaa litamsaidia kwenye shughuli za kawaida za kiuchumi na tunajua mwezi huu wa kumi na mbili na mwezi wa kwanza kuna matukio makubwa ambayo wananchi wa kawaida wamekuwa wakihitaji sana kuwa na kipato kwa ajili ya kilimo cha mazao mengine, lakini pia kwa ajili ya shule, ada na vitu vingine. Kwa hiyo tunaona kama zao hili litakuwa leta mapinduzi makubwa kwenye uchumi na hasa muda wake wa mavuno. Aa, kama ambavyo tumeambiwa kwa linastawi Dodoma, na mimi niendelee kuwahamasisha wana Dodoma wapande tufaa lakini kabla ya kupanda, wasiliana na afisa kilimo, kwa sababu sio kila variety au aina ya tufaa inastawi Dodoma. Dodoma, kwa utafiti ulioonyeshwa, ziko aina tatu maalum ndizo zinastawi kutokana na hali ya hewa ya Dodoma. Kwa hiyo usije ukanunua popote ukajikuta unapanda zao ambao, tufaa ambayo inastawi kwenye baridi na maeneo mengine pamoja na shauku, lakini hem tufuate maelekezo ya maafisa kilimo. Na nisisitize sio kwamba ukipanda tufaa ni kama tu mti mwingine; ukiupanda ukiuacha utanyauka. Ni mti ambao mwaka wa kwanza unahitaji kutunzwa kwa umakini mkubwa, wa pili, mwaka wa tatu wanasema unaweza kustahimili ukame kwa muda mrefu, na ndio maana tumesema Dodoma ni mahali pake.